Labbayka Allahumma labbayk baada ya kurudi nyumbani Tanzania hii ni mitazamo ya mauhujaji kuhusu ibada ya hija ni kipekee sana kwa kweli yani ni experience ambayo mtu aje aione mwenyewe sio ya kuhadithiwa unahitajika kuitimiza nguzo hii tia nia Allah atakuita inakupa reflection ya kuelewa huko duniani kwa muda mfupi sana na unakoelekea unahitaji kujiandaa watu wote waje Nimewaombea tena waje wakiwa vijana, maana zamani tulikuwa tunasema eti vijana hapana, lakini sasa hivi nasema waje vijana. Nimeona services za Tawheed ni service ambazo ziko katika grade ya juu sana na pia nimefarijika kwa sababu viongozi wao pia ni viongozi ambao wamebobea katika kazi hizi na pia wanavyotuangalia mahujaji. Nawe unaweza kusafiri na Tawheed kutekeleza ibada hii. Usajili kwa ajili ya safari ya hija mwaka 2026 umefunguliwa. Wasiliana nasi sasa kwa simu namba 0658 846 245 0776681256, 0772270550, ama 0786200222. Kumbuka, hija ni nguzo ya Uislamu. Kuitekeleza nguzo hii ni kuisimamisha dini hii tukufu.